Huwu anasema dokta, habari. Samahani rafiki yangu, anasema mke wangu hanaga hisia kabisa, sijui shida iko wapi. Namtafuta mwili lakini wapi, kuna kunasaa nafanya tu kama ubabe tu lakini yeye hakubali. Hebu nisaidie. Okay. Karibu ndugu mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza unaingia katika chaneli hii, kwa majina naitwa Dr. Kuboja, ni bingwa wa magonjwa ya rishe pamoja na mahusiano. Mwanaume huyu analalamika namna ambavyo hisia za mke wake ziko mbali, namna ambavyo anahangaika kuweza kutafuta ama kumponya mke wake kihisia lakini katika kauli ambayo imenishtua na imeniumiza anasema kuna muda inabidi aweze kutumia ubabe. Ni jambo ambalo linalosikitisha sana. Rafiki hangu huyu mpendwa nilibahatika kuweza kuongea naye, mbaya zaidi ndoa yake ni ya muda mfupi sana, yaani ndoa yake kwa ufupi haijafikisha mwaka mmoja. Sielewi, sikufuatilia kama Eh, sikuweza kuongelea kwa muda mrefu kujua kwamba waji walikuwa wanashiriki tendo la ndoa kabla hata ya kuingia kwenye ndoa. Of course mahusiano mengi ya leo watu wengi wanaingia kwenye ndoa tayari wakiwa wameanza kushiriki tendo la ndoa huko nyuma. Lakini neno, hii sio mada ya leo. Tuende tukabase kwenye swali ambalo ameuliza huyu kwamba mke wake anasema hana hisia. Kuna vitu vingi sana ambavyo wanandoa anataka muweze kujifunza na kuweza kujitathmini na kuweza kujiangalia katika mahusiano ya kingono, mahusiano ya tendo la ndoa. Kabla hujamlaumu mme wako, kabla hujamlaumu mke wako, jifunze kwanza kujiangalia wewe. Jiangalie wewe na madhaifu yako alafu jione kwamba unaweza au umeleta mchango gani katika tendo la ndoa. Wewe umewajibika kwa kiwango gani? Tumekuwa ni wepesi wa kuongea kwamba mke wangu amenifanyia hivi, mume wangu amenifanyia hivi, lakini tunasahau kuangalia madhaifu yetu tunasahau kuangalia wajibu wetu kama wanaume, wajibu wetu kama wanawake. Ni rahisi sana kumlaumu mume wako, ni rahisi sana kumsema mke wako, lakini swali la kujiuliza, mume wako ana mchango, wewe una mchango kiasi gani? Umewajibika kiasi gani katika hiyo changamoto? Unawajibika kiasi gani kuweza kumsaidia umechukua hatua gani ili kuweza kuhakikisha mnasaidiana changamoto hiyo, baina ya kwako wewe na mke wako? Ni moja ya maswali ambayo kila mwanandoa anahitaji aanze kujiuliza. Wakati ukitafakari kwamba mke wangu anahisia, mume wangu anahisia, Anza kujiangalia upande wako wewe, umewajibika kwa namna gani? Je, wewe ni mtu ambaye unajali hisia zake? Je, wewe ni mtu ambaye unajali vile anavyojisikia? Je, wewe ni mtu ambaye unampa kipaumbele? Unapojiuliza maswali hayo, utajikuta unapata majibu kwa urahisi zaidi na kujua changamoto ama tatizo lenu la kimahusiano ya kingono baina ya kwako we na mke wako limeanzia wapi. Naitwa Dr. Kuboja. Kama utahitaji ushauri na saa kuweza kuongea na mimi kwa kina zaidi, kuna gharama ya kuweza kuongea na mimi nipigie, ama nicheki WhatsApp katika namba ifuatayo: sifuri saba sita tano nne tisa tatu sita nne tano sifuri saba sita tano nne tisa tatu